Upelekee kaunti ya jirani ya Transnzoia ambapo gavana wa kaunti ya Transnzoia George Natembeya amekosoa uamuzi wake rais William Ruto wa kumtunuku hayati Raila Odinga tuzo la juu zaidi hapo jana wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa kaunti ya Transnzoia, Natembeya ametilia shaka ni kwa nini Rais William Ruto hakumtunuku Raila Odinga tuzo hilo wakati ambapo Odinga alikuwa bado yuko hai. Natembeya amewaonya Wakenya dhidi ya kuwakumbuka mashujaa wakati wameaga dunia na kuwataka Wakenya kuwachagua viongozi bora watakaosaidia kubadilisha maisha yao. Mnaita kidamu nasema, nyinyi Waluya nyinyi na Wakale na Wakikuyu mlekuja pamoja wengine jamii hii na ile wamekuja pamoja, wala ambao wamekuwa wengi mnasema tunamchagua huyu am hamu... which grouping is bigger <laughs> Wakenya hata hamuna haja <laughs> kusikiza <laughs> mtu anaongea sana gani. Sasa hii taifa ambao tunasema itoke kadualienda kasuali sika namna gani, kama the best talent, sisi wenyewe Wakenya hatuwezi kuona the best talent wakati wa kura tunawatukana wale watu ambao ni wazuri kabisa. Tunawatukana, tunawakejeli, tunasema hawa watu ni bure. Baada ya kura, tunasema wakuja kwa serikali wa ulikuwa kule nje. Serikali itaweza kusimama kwani? Sisi hatuna moja kila ya kuona viongozi. Wakati umefika sisi sasa lazima tujiulize kama wale wazalendo ambao walijitokeza wakati wa kupigania uhuru wakaamua kwamba Kenya isipiga wacha tupigania taifa letu tujikomboe, tukue taifa ambalo linaidentify hero na kuwapatia nafasi kushughulikia masuala ya kitaifa. Tusikongee wakufe kwanza, ndio tuanze kuwasifu na kuwashukuru. We are pretentious hypocritical country, we need to do a right for fun. Ni nini lizuia rais upatia Raila si jeje kwa kwenda kwa raia? of what value is that fellow to him now? How can he buy a machine? The same is for him as for what? But I was never found Marela to a high, I don't want to honor my bank and my daughter to my own. And here our country is being pretentious and hypocritical. Ile mambo yote mazuri ambayo tunasema yote yatafungamana kwenye kwenye kaburi la sahabu. So mimi naomba Wakenya katika Kenya wenzangu kabisa. Haswa ninyi vijana mambo ya ukabila tuweke kando. Ukabila niauwa taifa la Kenya. Watu wanaangalia ukabila, hawaangalii maadili, yale maisha Raila alipitia alipitia kwa mikono ya serikali.